Unajua, watu wengi bwana, wanasemaga kama mimi vile nawapa maua sana wazungu mm. Yani wazungu nawapa maua sana lakini, ukirudi eh, kwenye ule uhalisia, kuna vitu unavyoona kabisa kweli mm. Sio umeelewa mm. Ujue wadada wa kibongo eh, wakiwa hawakutaki mtu awe honest eh, mm, anakuwa mnafiki, mnafiki, sio umeelewa, yani mzungu anakuambia kabisa, no no no, I can't date with you because I don't feel, but but me I'm dating with someone so I can't, and I'm not okay, no I can't, I can't, huyo mzungu na akiwa yupo na mtu atakwambia oh I'm, i'm no longer with him mm. so now single Yeah. So, <laughs> <laughs> you me together, So, yeah. Yeah. Leo yeah. uas <laughs> Lakini, mbongo yani yeye akiwa akutaki hujui wewe, <laughs> <laughs> <yei>, ukijua jiongeze utajua <laughs> <laughs> kwa vitendo. vitendoeele <laughs> <laughs> so, yeah. Na, pedi, na mtu akiwa umtaki muombe hela e, utaombwa hela wewe <laughs> umeelewa umeelewa. Na mzungu hata ukimwambia ukimwambia i i love you, atakwambia, okay, I love you you atakwambia okay, but as as, as a a a friend friend friend. Mbongo ukimwambia nakupenda utasikia umeanza <laughs> <laughs> mbona mapema. Au mwingine anakuuliza ushaambia hivyo watu wangapi wangapi, ndo zako eh, mengi e. Unaonekana una una una, kama ni wewe. Ah, nipe muda unataka wani? Unaenda kumuuliza nani? Kwa sababu niliongea ni mimi na wewe. Kama kama <laughs> feelings unazo, kama huna, huna. <laughs> Unaenda kumuuliza mama nyumbani. <laughs> Kuna mpenzi? <laughs> Auna mpenzi, nikupe muda, nipe muda wa kufikiria mm. Unafikiria nini? mm. Unachokifikiria una, una eajuwake labda, pengine mtu anafikiria amtoe nani ili aingie nani labda, alafu wanaume hii nawapa kodi inabidi hey. Mstoke ukikutana mm -hmm. na, na mwanamke anakuambia Musa hmm. Mi kiukweli ni sasa hivi siko tayari kuingia kwenye mahusiano. Huyo sio kwamba yuko tayari kuingia, hayuko tayari kuingia kwenye mahusiano na wewe. Kaza roho. Sio, umeelewa? Sio kwamba, sio kama anakuwa na zuga zuga tu ili, ah no, umbembeleze bembeleze hivi. Ah huyo hakutaki. Au anataka afuataki. Eh, yani ndio yale ni huyo tu hakutaki. Na kwa maana mimi siko tayari kuingia kwenye mahusiano kwa sasa hivi. Yeye ameshinda tu kukuambia siko kutaki kuingia mahusiano na wewe. Yaani kwa sababu sio nakwambia siko kutaki. Eh, yani unajua wenzetu hawajanyooka. Ujue mm. Wazungu kama saizi wanakuja, wanaita high season mm. Hata wanapokuja anapo deti na musa anaambia uh, mm. ah, eh, hey, eh, eh. si eh, na nawewe ikirudi nyumbani, tusijuani mzungu uko hivi, kirudi anakausha kabisa, si umeelewa vizuri na

kumwambia njoo, anakwambia okay, tuma nauli kwanza, ajali gharama unazotumia <laughs> <laughs> na wewe, kikawaida, mwanaume huwa unajiandaa akituma na <laughs> anakwambia mama, nimekumbuka mm-hmm. kumbe leo sina nafasi, wewe unajiandaa, atakwambia iza, si mama katokea. Kuna siku anakujia anakujia na mtoto. Yaani <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Kukasa roo. laughs> pale ndoroga kama yule anataka kugombanisha na Mungu, unajifikiria kweli <laughs> <laughs> mtoto malaika, lakini wewe baba kama kuna ndanda ndio jeneta kwa Tamwangalaa mtoto jicho baya. Unamwangalia mtoto. Alafu unakuta mtoto yani analalala muda wote hey. Kwa hiyo ina maana anashawishi mazingira. Sorry, <that> mazingiranaweza <mucharya> kumlaza mtoto kitandani anajua kabisa ukitandani wanahitajika